Ilikuwa ni dhambi nini? Unayatumiaje macho yako? Macho yako unayatumia namna gani? Unajua kuwa nikwambie? Hapa hatu fahamiani roho zetu, si ndio? Eh? Ila ni siri yana ya yeye ya ya huyo mwenye roho yake na nani? Ili tungekaa hapa halafu Mungu alivyo Eh? Eh, tukua mwe, kufungua moyo wahuyu na wahuyu nawahuyafaa twanze mkaguada, ungekuta saa nyingine hapa waliokoka labda wako watano au sita, wengine wote wapagani, ila tuko kwenye nyumba ya Mungu na tunamsifu. Ina maana gani? Tumia vizuri macho yako, sawa? Tumia vizuri nini